na wawili wamefariki na wengine zaidi ya ishirini wamejeruhiwa baada ya boti MV Burhani waliokuwa wakisafiria kutoka mjini Tanga kwenda kisiwa cha Pemba kuzama katika kisiwa cha Jambe majira ya asubuhi hii leo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tanga, Benedikti wa Kuyamba, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kuongeza chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana, na kwamba kwa sasa juhudi zinafanywa na vikosi vya uokoaji vya mkoani Tanga ili kusaidia majeruhi wa ajali hiyo. Tupate taarifa zaidi kutoka Tanga kwa Betha Mwambela. Ni kweli, mnamo majira ya saa moja na nusu za asubuhi katika kisiwa cha Jambe hili no. ni eneo la bahari hapa jijini Tanga, chombo cha baharini maarufu kwa jina la boti chenye namba Z hamsini na tano kumi na mbili kinajulikana kwa jina la MV Burudani kilikuwa kinafanya safari zake kutoka Tanga mjini kwenda Pemba, na baada ya kufika kwenye kisiwa hicho cha Jambe kilipinduka na kuzama, na watu kumi na mbili wamepoteza maisha na wengine ishirini na saba kujeruhiwa. Kati yao wa kumi na mbili watoto ni sita na watu wazima ni sita. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Benedict wa Kuriamba, anasema mpaka sasa chanzo cha ajali hiyo bado hakijajulikana, kwa sababu hata na Hoza aliyekuwa akikiendesha chombo hicho aliyojulikana kwa jina la Badru Saidi naye ni miongoni mwa marehemu hao kumi na mbili. Kwa hiyo vyombo vya uokoaji viko eneo la tukio kutoka jeshi la polisi mkoa wa Tanga, pamoja na jeshi la uokoaji la bandari Tanga, wako katika eneo hilo, wanaendelea kuokoa miili ya watu na pengine majeruhi, lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza na wewe, chanzo kamili. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya Bombo, Dr. Goodluck Mwilo, amekiri kupokea maiti my... kamili cha ajali hiyo bado hakijajulikana. Kwa mujibu wa kamanda wa Kuriamba, anasema mpaka hivi sasa wanapofanya zoezi la wa uokoaji, chombo hicho hakikujulikana kimebeba idadi ya watu wangapi, lakini juhudi zinafanyika pamoja na watu wa Sumatra mkoa, ili kujua awali, wakati kikianza safari katika moja ya bandari zake mkoani Tanga, kilikuwa kinaabiria wangapi, lakini mpaka sasa haijajulikana na tunapoendelea kuzungumza na wewe tayari kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ametoa wito kwa watu kutoka maeneo tofauti jini Tanga kufika katika hospitali ya mkoa ya Bombo ili kuweza kutambua marehemu ambao wamefariki kwenye ajali hiyo, lakini pamoja na ndugu ambao wamenusurika. Mpaka hivi sasa maiti iliyotambuliwa ni moja tu kati ya hizo kumi na mbili ni nahoza anayejulikana kwa jina la Badru Saidi, lakini wengine kumi na moja mpaka hivi tunavyozungumza na nyinyi bado hawajatambuliwa. Majeruhi walio wengi kwa mujibu wa kamanda wa polisi, anasema hali zao sio nzuri, bado wako wanaendelea kupatiwa matibabu na madaktari. Lakini lolote itakalokuwa linaendelea, tutazidi kujulishana kadri muda unavyokwenda. Kufuatia ajali hiyo iliyosababisha vifo vya watu kumi na wawili, Rais John Magufuli ametuma salamu za rambirambi kwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Katika salamu hizo, Rais Magufuli amesema ameshtushwa na kusikitishwa na vifo vya Watanzania hao ambao walikuwa wakitegemewa na familia zao. Rais Magufuli amewaombea marehemu wote wapumzishwe mahali pema peponi na pia amewataka wote walioguswa na vifo hivyo kuwa na moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki cha huzuni ya kuondokewa na jamaa zao. Amewatakia matibabu mema majeruhi wote walionusurika katika ajali hiyo, ili wapone haraka, warejee katika familia zao na waendelee na ujenzi wa taifa.